nukiendelea kuwa biza na kuchini na maskini ukiwa makinataakuchiti maskini. <laughs> Yani tajiri anagongewa na maskini, maskini anagongewa na tajiri. Mwanamke ana uwezo kwa hata na chizi bro. Yaani hata uweje usiwe na kibamia, anakuchiti. Uwe na kibamia, anakuchiti. Uwe unajua kuandaa anachelewa ana kufanya anakuchiti. Ukiwa unafanya naye muda mrefu, mapenzi gani kukomoana yale, masaa sijui mangapi, mapenzi dakika mbili. Ukiwa naye dakika mbili anasema mtu mwenyewe ana nguvu za kiume.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 Wewe ni mchungaji. Usije ukatafuta kumridhisha mwanamke uwezi hata siku moja. Mwanamke hata, hata ukimpa magari, majumba, magorofa, akiamua kukuchiti anakuchiti. Tajiri anagongewa na maskini, maskini anagongewa na tajiri. Ukiwa nafanya naye muda mrefu, mapenzi gani kukomoana yale masaa sijui mangapi? Mapenzi dakika mbili. Ukiona naye dakika mbili anasema mtu mwenyewe ana nguvu za kiume. Ukiona ana nguvu za kiume mtu mwenyewe mapenzi gani ya kukomoana yale masaa mawili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 pesa mfukoni. Mapenzi ni pressure, mapenzi ni kujiumiza. <tune>